Nasema Wanayanga wote, leo lotazama tumekuwa performance ya timu kutoka makundi yameanza mpaka mechi ya mwisho. Leo tumeridhishwa na timu pambana sana, hata mechi ya leo umeona players wametoa asilimia mia moja ya ua wao uwezo wao weza kutugia furaha, lakini ilikuwa haipo kwenye mamlaka yetu, mechi ingine ambayo ziekua unas kwa hii performance ambayo tumejireza kwenye Champions League hatua ya makundi msimu huu, kwenye kundi hili tumeweza kuvuna pointi nane, maana yake tunajiona kabisa tuna nafasi ya kufanya vizuri kwa mashindano yanayokuja. Kila mtu leo anaondoka akiwa na furaha, anawapongeza wachezaji wamepambana, akiamini kwamba kwa jasho lililovuja leo performance ya yao kwenye kundi hili kundi katika mashindano mengine, wanaweza kufanya vizuri zaidi Inshallah. Hii vichwaro shahnekamia duyangu, ukisha kuwa hauna mamlaka ya kuamua mchezo kama hii ya leo, yani tunapata chuma tatu lakini bado tusubiri mechi nyingine, hiyo situation, situation ni ngumu yani, unapata chuma tatu alafu unashangilia, unarudi kukaa, unaendelea na dua kusubiri mechi nyingine. Hiyo situation ni ngumu sana lakini mejifunza next time, tusiwe katika hiyo situation ya kusubiri mechi nyingine baada ya sisi kuamua mambo yetu. Maana yake next season inshallah tutakwenda kupiga hesabu zetu vizuri, isitokee hii hali. Inaumiza kisha juu chuma tatu, halafu nakaa chini naendelea kuomba dua. Niwaambie tu hali ambayo tumepitia leo, unaweka chuma tatu, alafu unaambiwa bado mechi nyingine, wanatakiwa pata goli moja. Yaani kama leo ilikuwa tuna uwezo baada ya depu kumaliza chuma tatu, hapa tungemfanisha depu tena, a ashuke pale akawashone na nafaraba, lakini sasa imeshindikana. Wameamua wame umoja wa Arabu, umoja wa Kiarabu, umoja, alhamdulillah wetu na wote ambao mmefurahi leo uzui ni kwamba Waarabu wanaondoka tunabaki wenyewe waswahili wenzetu, sio eh, ambao mmefurahi wote leo, tambueni kwamba waarabu wanafanyaje, wanaondoka zile ambazo zinaitwa hasira la kwenye kifua chetu mtu, maana tuna wasiwasi. Mmefurahia, si mmeungana na Waarabu, lakini kesho pakitambazuka, waarabu wanaondoka, maisha yanaendelea, tutabaki waswahili wenzetu, ni nani tutaelezana kitu wafanya leo mtu leo ni kitu gani? Sawa muda tu. Kama kwa. Ah, yani tutaelezana leo ni kwa nini le, watu wamekenua leo kuna siku itafika taunzara ya maswala, sababu leo Arabu wote mmefurahia, Arabu wanasafiri kesho, wana wengine maisha yanaendelea, kesho tunabakia wasaidi watengeneko wa salamu wadigo, tutabakia wenyeweao kwa eh, nini ulikenua? utanmake nimeona sasa jambo hili tulifanya hivi hivi tu. <laughs> Tukitoka hapa tuna mechi uh, ya kombe lar, tutacheza na Cosmopolitan. Baada ya hapo tuna mechi na Namungo, tutakuwa away. Baada ya hapo tuna mechi na JKT ambayo itakuwa nyumbani. Baada ya hapo tunakwenda kwenye mechi hii ya Kariakoo dabi tarehe moja mwezi wa tatu itafanyika hapa anyuma Amani Complex, haitafanyika Benjamin Mkapa. Kariakoo dabi tarehe moja mwezi wa tatu itakuja Guantanamo kutueleza haya meno. Mliwatoa leo mliyotoa kwa sababu gani? Sasa Singida

mara ya kwanza hatua ya makundi wametolewa. Nimeona nani hawa, yawa wao nao wamefanya sherehe kabisa kupata pointi tano kwenye hatua ya makundi, ya Fai Fai. Wow, e, ya makundi. Ah, Woy, timu nno ukizitazama ni Yanga pekee tumepata simanzi, yaani kuto kufunza kitokufunz fainali. Wengine watatu wamefurahia kwamba ni sawa wao kutolewa hatua ya makundi. Sisi tumepokea kama wakubwa, hatuna shida na tunawaambia wote ambao wamefurahia leo

kwenye mazoezi ya mwisho na mwalimu akasema una haja ya mtoka kwenye majeruhi alafu uonyesha kidogo, tukimforce acheze maana yake jeraha zake kwa kubwa zaidi. Tumemtoka kwenye mipango ya leo, kesho check up madaktari, alafu tutapata taarifa kama ni jeraha la kawaida au ni ameumia bega.

Waswahili so wenzetu mnafurahia, tunabakia wewe uje kwenye ligi. Tutaongea.